Mko salama, I'm good, I thank God. So guys, nataka tufikirie leo. Siji kama nafikiria vitu zangu peke yangu, ama kuna mtu anafikiria venye nafikiria, I don't know. But anyway, I'm very sure kuna mtu anafikiria venye nafikiria. Let us think outside the box. Wacha tufikiria outside the box. Tufungue tu akili kidogo. Tufungue tu akili kidogo. Coz hiki kitu tume watch for so long na kuna red flags zingine mimi ah, ah. Anyway, muliona etu Mavingumu aliingia church. Hm? Hiyo ndio kitu nalifanya hata ni overthink, nifikirie outside the box. Sijui kama kuna mtu mwingine ananisaidia cause guys, hii mission ikianza hakukuwa iko na red flag yoyote eti magaidi wata give up ama mganga ata give up. No. Sasa kitu nanishangaza ni eti babu, mimi namuitanga babu. Mnajua, that is not mavingumu. Since mavingumu za spirit huyo ni babu. Mimi nafikirie eti sasa, babu akakaa chini eti wadui ukampeleka aende church. Babu alienda kufanya nini church? Na nataka niwaambie vizuri. Hakuna siku kanisa mbaya iko na intercessors, kanisa mbaya iko na pastors, iko na youth pastors, iko na pastors, iko na intercessors, iko na prayer warriors. Hakuna siku shetani ataingia pale. Hakuna siku mganga ataingia pale. Hakuna. That's why unaona kuna huyu pasta anaitwa nani? Not pasta. Ngoko wangoli, mganga. Ule mganga na jomu na mkumbuka vizuri, alikuwa anaitwa Ngoko wangoli. Huyu mganga alikuwa na yani, alikuwa hatari, alikuwa anasumbua YouTubers, alikuwa anawasumbua. Na mtu na mwenye alikuwa anaogopesha Ngoko wangoli peke yake alikuwa huyu pasta Joshua. Na wakati huyu Ngoko wangoli angesikia pasta anaomba tu kwa simu, angetimua mbio anasema msinilete huyo mtumishi na anatoroka sasa. Leo hii, eti sasa mavingumu the so-called babu, anataka kutu convince eti ameenda church kuvuruga kuvuruga nani? Kitu ya kwanza kama angekuwa anataka kuvuruga basi angevuruga Senior Dev ama afanye ukumbavu ama avuruge mtu yote yuko karibu na Dev ama attack pastor njiani lakini si church. Hata wacha niseme hivi pastor mwenye anaomba na katika roho na kweli hakuna siku pasta shetani ataingia kwake kwa nyumba unless ikuwe ni ndoto. Labda wapigane spiritually, lakini hata hivi, aingie hivi muone no. mm -mm. Akufanyikangi hivyo. Shetani haizi ingia kwa pasta, na haizi ingia church. Mimi venye nafikiria, sijui kama kuna mtu mwingine anafikiria guys, eh, mtaniambia pale kwa comment section. Mimi venye nafikiria huyu pasta <laughs> not pasta Mavingumu ameamua kusarenda, that's why ameenda church na design imefanya aende church. Ni eti unajua, alikuwa anatumia Bravo kupata pesa, alikuwa anatumia Champe kupata pesa, na saizi hakuna hizo pesa pesa zingi Champe ayuko. Wale wengine mliona waliangushwa kule Zanzibar, wala, hata ule ndugu yake, alikuwa mchawi, mliona aliangushwa. Then, Bravo ndiye alikuwa tegemeo ya mganga Champe amejaribu Champe arudi huko cha, imeshindikana na alivuruga sana na akachukua mpaka wale wengine imekuwa ngumu. So in short, huyu jamaa huyu babu huyu mnaita mavingumu babu amepewa punishment kule na mizimu, pesa aziingii. Then mtu alikuwa anapeleka damu, kina bravo alikuwa anatoa kidney labda. Wakitoa kidney wanapelekea mizimu damu wanakunywa, wanapata nguvu. That's why unaona hata juu damu hakuna babu. It's either so, hawezi buruka alete bravo arudishe watu wote waliangamizwa, arudishe chochote kile kilikuwa kinaitanishwa na mizimu. Jua anajua wezani ameamua kuenda church. Kama angekuwa kimoja na mizimu nikisema mizimu, na ongelelea ghost ama mashetani, kama angekuwa pamoja na hao mababu mizimu maghost, basi wangempatia backup ya kutosha, wangempatia backup mzuri, but sasa, the funny thing ni eti backup walimpatia ni ule mtu mmoja. <laughs> Okay, that's why ameenda church, um, jamani, muoga amekata kuwasha kamera aseme tu direct nimeamua kusurenda nataka mnisaidie niombewe nifanyiwe deliverance, juu yeye ni mjanja ameamua ku kuja indirect way. That's why mliona alienda church, na kama upande wa kushindwa. Cause mimi sioni, hakuna siku utaonesha ati juu senior Dave team ni adui wake. Hakuna siku utaasha kamera eti uoneshe adui wako unashindwa, no. mm -mm. so, unaona wanalemewa, alafu ati wanaasha kamera wana, wana shoot hizo video wanatumia senior Dave wana upload Like who does that? Hiyo ni ishara kuwa wameshindwa. That's why aliamua kwenda church, tena alienda huko akijua apostle ni nani na anajua Pastor Joshua ni nani na hao ndio wamesimama na hii timu mpaka mahali penye imefika. So in short ameenda kule. Sijui kama mnafikiria venye nafikiria. In short ameenda kule, ameenda kuvamiwa, yani wakuje wamvuruge, wamfanyie deliverance cause pastor ni mzuri wangekuwa mahali pengine, so wangetafuta waende mahali pengine. Wanajua pasta ananga maneno, pasta ni bibilia na maombi, so wameenda kule afanyiwe deliverance. Once atakuwa amefanyiwa deliverance, sasa ndie atapona, atakuwa sawa wale mizimu wache kumhunt, wache kumtumia juu hata anatumika juu. I'm very sure akitoka huko hata kwa one bob. Na wametoa pesa mingi kwa bravo, wametoa pesa mingi kwa watu, wameua watu, lakini hana pesa leo hii, hana pesa. So I'm very sure amekuja so, sure, pale charge ajifanye ati wewe, sijui nini, nini, a commission. That's why unaona hata ukivuruga ule mwingine, yeye amekaa tu hapo, kazi yake ni kunungunika tu. Ni kwa nini anataka deliverance? Yes so anataka afanyiwe deliverance. Kuna watu walikuwa wanasema Dorin, usijaribu kusema ati huyu babu aombewe akwe sawa. Babu si mjinga, that's why ameenda church, amejua vizuri. Timu yake yote ilichukuliwa na senior Dave team na ilichukuliwa na mapastors, that's why alienda kule. Hata unaweza enda mahali, ukiona nyoka imekuuma wakati unaona kamba, unaruka. So juu alijua, au ndio alifanyia watu wake wote deliverance wakawakoa, inafaa ogopa aseme gai hiyo kanisa nikikanyaga pale nitafanyiwa deliverance na vitu zangu zitaharibika, so mimi na church siyendi. But sasa juu anataka deliverance, ameamua kuenda uko, akombolewe juu hata yeye ana amani penye anaishi. Ni kunoma, kumeharibika kila kitu, haiendi. Na kama mnadhani nawadanganye, jiulizeni since watu wote walikuwa na wanafanya kazi na na babu, mmeona mmeona hata mtu mwingine amerecruit mtu mwingine mkubwa mwenye tunaweza sema ni tishio hakuna. Hakuna mtu mwingine mwenye tunaweza sema ni tishio. Tishio wote walitoka. Mtu alikuwa tishio kubwa ni Bravo yuko. Champea yuko. Wale wengine kule hawako. Sasa ni nani tishio hapa? Amebaki peke yake. Hey, Jesus. Kwa Mungu ni kuzuri haki. Kama unajua unaendanga kwa mganga, potea. Na the reason nimesema ati shetani haizivamia kanisa kama we ni intercessor. Um, by the way, mimi ni intercessor na nikiongea hizi mambo na spiritual things Naelewa kitu nasema. So ukiwa wewe ni mwombaji mzuri, wewe ni intercessor, wewe ni prayer prayer warrior, hakuna siku, hakuna siku pastor ataingia, hakuna siku shetani ataingia kwako, unless mko mna fight spiritually, hakuna siku. So, in short, Jamali kuja amekujia deliverance, amekujia ukombozi, that's why amekuja church, lakini tu ile kuvamia kanisa ati aivuruge, no. Hata kwa pastor hawezi ingia. Awezi ingia kwa pasta. Umeombea hiyo mashetani zote zimeenda ama umewadeliver. Umwafanya deliverance kwa usingizi naongea na, na m wenzangu na unapata um, umewafanyia na umeokoka na kila kitu imekuwa sawa. Na kama hiyo vita ni ngumu, vita vimekuwa vigumu, guys, ni usiku, ni usiku. Ina shoot video. So kiona vitu zingine namazien tusy anyway, so, eh, ukiona ni usiku Jesus. Yani hata nimefanya nikakuwa confused. Ukiwa kwa usingizi na uone umevamiwa usiku usingizi na wewe ni prayer warrior mzuri. Uki, ukielekea kushindwa, Mungu huwa anatuma malaika. Kuna mtu ataniambia yes ama no. Kwa wale ambao hawajui ni sawa. But kwa wale wanajua wanajua cha ninasema na, na, kwa wale ambao hawajui nawaeleza. That's why unaona ukiwa usiku umelala, ukiona umeshindwa na vita vya kiroho, Mungu hutuma malaika. Na akituma malaika unaona umejikuta uko na mabawa Unapepea, unaburuka, na ukiburuka, wale ambao wanakuataka wanakuanga chini, unawaona ukiwa juu na unaburuka, unaenda kabisa, unapepea. So guys, kama unajua unaotanga, unaburuka, unaota una disappear, uko na mabawa, hiyo ni ndoto ambayo ustahili kuambia mtu. Ficha, jiweke. Kuna vitu zingine ukiota ustahili kuambia mtu, maana anaweza, unaweza geuziwa. Life is spiritual na vitu mingi zinafanyika spiritually. Shetani pia anajua, so once unaota ati wao, sijui nilikuwa na buruka nilikuwa na mabawa zinakaa white, sijui zinakaaje, nilikuwa naona malaika. Unaona anga malaika, guys, kama hamjai ona malaika kwa usingizi, you need to pray, pray. Unaona malaika ndio huyo, anakuja anakupatia message, anakupea message na anadisappear, na anaenda, ama unaongea naye one on one. Na kitu anakuambia inafanyika. So guys, kitu na maanisha hapa mimi kwangu, mimi that's just my own opinion, sijaamua si eti nini, but nime, leo nimeamua ku overthink na sijui kama kuna mtu ana overthink kama mimi hivyo. Ndio nimeamua nimeona, nani ameamua ku surrender, in short tu ame surrender, ameamua ku surrender. That's why unaona ana backup yoyote, then huyu mwenye wako naye, cameraman mwenye wako naye, niliwaambia ni yule alikuwa Charles aliandika ni ule ambaye Charles aliandika, so hata yeye nafaa afanywe nini deliverance. Cause wakati Charles aliendanga huko mara ya kwanza, Charles akienda huko waliandika huyo kijana, unaelewa, waliandika kijana na huyo kijana ndiye amekuwa akishoot hizi video zote so, wakifanyiwa deliverance pia huyo kijana ataokolewa, na in short juu mganga amesumbua sana. Ameamua jilete kabla kujaribika, yeye anajua mapasta wakimtafuta kutakuwa kubaya kabisa, mapasta wakimtafuta kutaharibika. That's why wameamua kujileta so that wamuombea afanyie deliverance alafu aenda peane kina Charles polepole. Pole, roho safi Charles, wamehifadhiwa guys, mtu asikwe na wasiwasi was ja food. Food. hata saizi wanatembea wawili wawili kama wapumbavu, cameraman na mavingumu. So in short guys, hivyo eh, ndio mambo iko na. Mkuwe na siku njema, nawapenda sana, thank you for watching, na remember remember to to to just to like like to video, like to video ndio at least eh, eh, ipate likes watu wengine wakuja kuview. So guys, eh, mkue na siku njema, bye bye, I love you